Andamana nasi mtazamaji hadi tamati. Rais William Ruto amemtetea Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja kwa kuhudhuria baadhi ya, ya mikutano yake ya hadhara wakati wa ziara yake katika eneo la Mlima Kenya. Akizungumza katika eneo la Chuka, kaunti ya Tharaka Nithi, alipokuwa akizindua nyumba sitini zilizojengwa na serikali ya kitaifa kwa huduma ya kitaifa ya polisi, Rais alisema Kanja, kama Mkenya mwingine yote, ana kila haki ya kuhudhuria mkutano huo, ambao ulikuwa shughuli ya umma. Ruto pia aliwakash Okay. akisema hakuwa anafanya kampeni bali anazuru eneo hilo kukadiria mipango ya, ya serikali na kutangamana na Wakenya. Katika siku ya nne Rais alizuru kaunti za Embu na Tharaka Nithi ni Chuka ambapo rais aliwapuzilia mbali wakosoaji waliomkashifu Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja kwa kuhudhuria mkutano wake Nyeri siku ya Jumanne. Huku akizindua nyumba sitini zilizojengwa na serikali ya kitaifa kwa huduma ya kitaifa ya polisi, rais alisema Kanja alikuwa na haki ya kuhudhuria hafla hiyo ambayo ilikuwa mkutano wa hadhara. Ruto alitoa wito kwa viongozi kukoma kuingiza siasa kwa kila jambo, akisema kuna masuala muhimu zaidi ya kushughulikiwa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Please, wale wananizumbua kuniambia nimekuja kufanya siasa, please tafuteni kazi nyingine ya kufanya, wacha mimi nishughulike na hawa wananchi. Wanataka kujua stima itafika saa ngapi wanataka kujua mambo yao ya maendeleo, ni kweli ama si kweli? Viongozi wanaoandamana na mkuu wa nchi waliwashtumu wakosoaji wa serikali wakiwalaumu kwa kusababisha migawanyiko miongoni mwa Wakenya, kwamba Rais William Ruto amekuwa rafiki wetu, watu wa Tharaka Nithi na watu ya Mlima Kenya kwa muda mrefu, na sisi usipangapanga hapa na watu wakiwa Nairobi wakikuambia kwamba u ati Mount Kenya East, Mount Kenya mlima iguziki, hapa ni kwako. Na huyo mungwana alikuwa na kuitisha bilioni bilioni kumi ati ndio asikufanya one time president, mwambie hata saa hii hapa Tharaka Nithi ukiuliza hao wananchi jina yake wamesahau. Alijaribu njia yake, si alijaribu njia yake, na tukaona formula yake ya bilioni 10 na malingo na kibuli ilimfikisha wapi? Hiyo ndio anataka kufunza Kindiki. Wakati wa ziara ya maendeleo mashariki mwa mlima Kenya, rais alikagua mradi wa maji wa Kiambere katika eneo bunge la Mbere Kusini, akazindua jengo la mafunzo na kuweka jiwe la msingi katika jengo lililo na vyumba vya wanafunzi vya kulala katika chuo kikuu cha Tharaka, akakagua soko la Gatunga na Chogoria miongoni mwa miradi mingine katika kaunti hizo mbili. Rais William Ruto amemwelekeza waziri wa elimu Julius Migos Ogamba kuandaa mkutano na baraza la magavana ili kutatua mtafaruku wa kuelekeza basari kwa wanafunzi wanaohitaji katika gatuzi 47 kote nchini, huku akitarajiwa kutamatisha ziara yake Mlima Kenya hapo kesho kwa kuzuru kaunti za Nyeri na Kiambu. Abdi Aziz Ashem kutoka eneo la Chuka, kaunti ya Tharaka Nithi.